Kuna kuna ile mimoshi ile ukiwakuta kwenye maeneo yao e, wanakula, wanakula shisha ama wanakula hizo veps. Kuna ile mimoshi ile inakuwa inanukia nukia, wenyewe wana utakuta, e, mabinti na vijana wanazungukwa na mawingu yale, basi inakuwa raha kwao. Kuna hebu tuambie, je, ni sahihi kuwa mawingu yale ya mvuke wakati wa uvutaji hubeba hatari kubwa na vichocheo ambavyo huweza kujeruhi mapafu. Tuambie labda, ni magonjwa gani makubwa ya mfumo wa upumuaji yanayoweza kusababishwa au kuchochewa na matumizi ya sigara za kitroniki kwa muda mrefu? Asante. Kwanza ni, ni sahihi wanavovuta mwisho na kwa mkubwa, tunasema ule mvuke katika, katika, katika kisayansi tu, hata mi nikiwa navuta hapa, wewe uko hapo, wewe tunasema unakuwa ni passive smoker. Okay. Yes. Yani kitendo unavovuta unaupata ule moshi bila shida na unaingia moja kwa moja kwenye mapafu. Sasa mvuke mwingi ambao unaotumia kwenye electronics hizi uh, sigara za electronics unakuwa ndani yake kuna kuwa na tunasema flavors, chemicals. Mm. Unakuwa na flavor nyingi mle ukivuta unapata flavor ya strawberry, unapata sijui flavor ya nini. You feel it ukiona ile flavor. Sure, sure. Yes. So ile flavor inatengenezwa na na chemical mbalimbali mbali. Hmm. Na utafiti unaonyesha baadhi ya chemicals kama zile za kutengenezea flavor zina athari katika mfumo wa hewa. Kwa hiyo ukitumia kwa muda mrefu na unapata kuna, kwenye, kwenye mfumo wa hewa kunakuwa na vimelea vidogo dogo. Sasa zile mfano hizi chemicals zinazotengeneza flavor zile zinaenda kuganda ku, ku, mle, zikiganda mle zinafanya ve vimelea kuwa hadi kuwa vigumu na baadaye vinasababisha mtu kupata changamoto ya upumuaji, na baadaye vinatengeneza kabisa kama vikovu ambayo inapelekea mtu unaweza kuta pafu lako moja aliingizi kabisa hewa. Kwa mwisho wa siku unaanza kupata dalili, kwanza unakuwa na vifua vya muda mrefu, lakini unakuwa na changamoto ya kushindwa kupumua, lakini vilevile vile unakuwa na, na, na, na, na, na, na hiyo, unakuwa unatoa makozi kwa muda mrefu na unaweza kutumia dawa zote nafuisipatikana lakini misho wa siku pafu linaanza kusinyaa na unaweza wukaishia likaonekanapafulao lishharibika nabid utolewe. Hiyo kuna baadhi ya watu wamepata changamoto mapafu yametolewa, baki na pafu moja kwa sababu ya, ya changamoto ya, hizi uh, za ambazo zinapatikana kwenye sigara za n zinaweza zikasababisha ukapata tatizo sugu la mfumo wa upumuaji kwahiyo unaweza wewe mvutaji ukaathirika, lakini hata hawa watu ambao wanakaa karibu na wavutaji, unaweza nao ukapata changamoto hizi za changamoto upumwaji kwa sababu ya wewe unakuwa kama ni passive smoker, kwa maana ule moshi unauinhale huko unainhale unaingia. Kwa hiyo ukiwa na mazoea kukaa karibu na watu, ukiwa mazoea kwenda kwenye hizi sehemu kwa muda mrefu, mwisho wa siku lazima na wewe utaingia kwenye hizo changamoto. Lakini baadaye unaweza kuwa mtumiaji, kwa sababu kile kiwango cha nikotini ambacho unakipata kwa, kwa njia ya passive kinaanza kupelekea baadaye unaanza kupata kupata uraibu na kujikuta ukikosa tu na unaanza kuwa mchovu na kuwa na maumivu kwa ili upate kuondoa hayo hali, lazima na wewe utumie. Kwa hiyo... kuna, kuna, kuna hii jinsi ya, ya, ya uvutaji wao, kuna hii jinsi ya uvutaji wao utaona uh, kile ki ki, ki, ki, ki, vep, uh, wanapokezana wanapokezana wanapokezana hivi uh, kuna madhara ya moja kwa moja yanayoweza ya kutokana na hiyo transaction wakati wa uvutaji vile wanavyopokezana, pokezana. Yeah. Pale ya pale madhara yapo uh, haswa haswa katika haya tunasema magonjwa ya contact disease, haya magonjwa ambayo ya, ya kupata kwa njia ya, ya kugusana, sio? Kwa hiyo kuna magonjwa mfano mfano kwa kupokezana tu vile ukatika mdomo wake huko, uwezekano wa kupata ugonjwa wa TB upo. Okay. Lakini, yes lakini kingine uh, kupata haya magonjwa ya tunasema chronic obstructive uh, pulmonary disease kupata changamoto ya muda mrefu sana ya, ya mfumo wa, wa upumuaji hile. Kwa hiyo hile ukitumia kwa muda mrefu hatari ya kupata magonjwa haya ya kuambukiza yanakuwa ya kujuu sana. Okay.